Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Mwenzake Bi Semeni yeye alilala fofofo fo fo, na ikawa kazi ya Muna kutizama usalama wa mizigo yao hapo alipokaa. Kiasi saa tatu boti lilifika tulieni, na saa nne na nusu asubuhi Muna tayari alikuwa shafika kwao. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Alikaribishwa na sauti ya vigelegele kutoka kwa anti yake na wageni wengine waliokuwemo humo. Ehe, salama humo? kuna nini tena? Muna aliuliza kwa mshangao uliochanganyika na hofu, bado mambo hayajamtwanga. Baada ya salamu na kuamkiana na kila mtu, alikwenda chumbani kwao na baadaye msalani, ili akaoge, kwani alijisikia mchovu sana baada ya vigelegele vilivyompokea hakusikia habari nyingine yoyote. Alimwona mamake kuwa na furaha isiyokuwa na kifani na pia alishangazwa na kuwepo kwa mamake mdogo na ndugu wengine. Hata hivyo, mamake alimtaka akaoge na anywe chai na kujipumzisha. Akiwa chumbani anavaa nguo na kujitayarisha kutoka nje, mara alisikia kelele. Wana, nataka nizungumze naye tu, kwani vibaya kuzungumza na ndugu yangu? Kwanza hamkuniambia kama anakuja. Ningejua anakuja ningekwenda kumsubiri huko huko bandarini. Hamdani alikuwa akipiga makelele yasiyo ya, ya kawaida. Muna roho ilianza kumdunda, akajua hapo lazima kulikuwa kuna kitu. Uzungumze naye nini? Mwenzako kachoka na safari unataka kuanza maneno tena. Mie mama ake sijazungumza naye uzungumze naye wewe ili iweje? Mwache yapumzike hayo mazungumzo yako, yatasubiri tu. Una wasiwasi wa nini? Muna alizidi kustajabu. Sasa wasiwasi na hofu ulianza kumshika, alianza kuunganisha kila kitu, machale yalimcheza: kuondolewa ahueni kwa haraka, kuja nyumbani, kuwa na watu na nyumba ilivyobadilika, mamake alivyochangamka, na sasa maneno baina ya Hamdani na mamake. Bi Salma ni nadra kumkasirikia Hamdani. Leo kuna nini? Haraka alimaliza kuvaa na hata kujipaka mafuta na kuchana nywele zake kama alivyotaka kufanya mwanzo. Basi alitoka ndani kuelekea huko kwenye zogo. Assalamu aleikum, vipi bosi, salama? Muna alimsalimia Hamdani huku wasiwasi umemjaa. Waaleikum salam, Muna, twenze tuku chumbani kwangu, twende na mazungumzo na wewe Hamdani alitaka kumshika mkono Muna na kumwongoza chumbani kwake, lakini Bisalma hakuwapa nafasi hiyo. aende wapi? Haendi popote. Hebu Muna njoo huko. Sasa Bisalma, ilikuwa zamu yake kumvuta Muna mkono na kumpeleka ukumbini pale uwani. Wageni walitazamana. Bisani alipiga makofi kwa viganja vyake viwili na kutikisa kichwa. Haya sasa, show imeanza. Mungu tustiri na uviazi eh, wana watatu toa roho na kwambia ulimwengu wa bata uvifaranga mbele mama, nyuma. Hamdani na yeye hakubaki nyuma, aliwafuata Bisalma na Muna huko huko ukumbini, kisha akaenda kukaa karibu kabisa na Muna. Bisalma alisimama na kuatizama, mara akakaa kitako mara akasimama tena. Muna ushakunywa chai? Hebu kwanza nenda ukanywe chai. Sijanywa bado mama, lakini kuna nini? Hebu niambie, ni mnantia wasiwasi wasi na kuniweka roho juu. Kwanza baba yupo? Sijamwona, Muna aliuliza, huku anatizama mlango wa chumba cha wazazi wake, kama akitegemea baba yake kutoka chumbani. Kumbe huna hata habari na yaliyopo? si mmesema Muna anajua kila kitu na mwenyewe ameshakubali? Hamdani alisema kwa sauti ya kususuika. Nimeshakubali nini? Hebu niambieni, baba iko wapi kwanza? Sauti ya Muna sasa ilikuwa ya kukwaruza, ikionyesha hofu ya waziwazi wazi. Wewe hebu sinianzie mambo ya babako. iko wapi? Kwani ni wewe tu mwenye baba? hata na mimi nilikuwa na babangu wa maana, na Allah akamchukua. Itakuwa huyo babako haikuchukua duru, Bisalma kwanza yake kwa hiyo na baba Allah shamchukua ama kuna habari gani? Naona tafrani sasa. Muna aliuliza kwa kuchanganyikiwa akiwa hajui kuna jema au baya. Hamna habari isipokuwa heri, kila kitu ungekisikia kwa wakati wake na kwa uzuri, kama si huyu mkorofi hapa kutaka kuanza kelele. Bisalma alimjia Muna matao ya chini, alitaka kumwengaenga ili asije akamletea kikwazo kikubwa kwa jambo ambalo lishaamuliwa. Leo ndo nishakuwa mkorofi? Sawa, siku nyingi nilikuwa nishajiondokea hapa, nikawaachia na mambo yenu. Kilichonileta leo ni muna tu hapa, na siondoki mpaka nizungumze naye. Sasa niruhusu nizungumze naye, ama tushindane hivi hivi mpaka kesho. Hamdani alibwata, uzungumze na mimi nini Hamdani? Hebu niambie, na wewe unantia wasiwasi, ujue Muna sasa alihakikisha kwamba kuna jambo kubwa ambalo alikuwa akifichwa, lakini ukweli wake utakuja juu. Sasa hivi si nimekwambia, nitakwambia mie kila kitu, ama unamwamini we kakako kuliko mie? Nimekwambia kwanza ukanywe chai. Bisalma alizunguka mbuyi. Aa, mama, chai ntakunywa, sina hamu ya kula sasa hivi, machofu yamenitoa mpaka njaa Nipo hapa na wasikiliza, naona mnanichanganya. Kwanza naona hapa nyumbani kumebadilika, na hawa wageni wamekuja kufanya nini? Na mbona mama umesema nirudi ghafla kutoka ahweni? Nimekatisha mpaka mipango yangu. Muniri alikuwa ya ashanitafutia sehemu ya kusoma masomo ya kujitayarisha kuingia kidato cha tano. Kina Muniri na Samira wamenishauri pia nikae huko huko, kwani nitapata skuli nzuri kuliko za huku. Muna anatoa dukuduku lake, kwani kwa mbali machali alikuwa ameshaanza kumcheza ingawa hakuamini kwamba hilo analolifikiria yeye linawezekana, aliona anze njia za kujilinda mapema. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Sawa, sawasawa Muna. Mama, umeshaisikia mipango ya Muna? tayari ana ya mipango yake na ndoto zake, na wewe pia una yako. Sasa itakuwaje? Mwambie basi ndoto zako kwake, usicheleweshe mambo. Mambo yanatakikana yawe motomoto, ingawa hapa yashapoa, na yule anayetaka kupikwa hata hajijui kama shachinjwa. Hamdani alimsuswika mama yake bila kujali hili wala lile, na Bisalma ikawa anamtolea macho kama anaitaka kummeza. Wewe wewe, mtoto siku hizi unavuta bangi nini? naona sasa unavuka mipaka hasa. Jeuri zako ujue pa kuzitoa, si kila mtu umfanyie jeuri. Ujue unazungumzana nani hapa, shika akili yako vizuri, asije ya kukupata ya kuja kukupata. Bisalma alikuja na mengine sasa ya kuachia radhi, maana wakati mwingine mnamfanya mzazi atamke asiyotaka kutamka kwa uhabithi wenu. Basi chunga sana Mabishano yakiendelea, mara aliingia Bisania, akashikilia sinia ndogo, ndani mna kikombe cha chai na sahani ya ndazi. nimekuletea chai Muna, naona umerudi safari, hata maji ya moto hujatia tumboni, kunywa kidogo. Muna alimtazama mamake mdogo kama haamini vile. Eh, mpaka chai sasa naletewa kuna yeye pia ilahi, alijisemea moyoni. Asante anti, nimekutabisha bure. Mimi nilikuwa nakuja huko huko kunywa chai. Muna alichukua sinia na kuliweka juu ya kimeza kidogo kilichokuwa karibu na kochi alilokuwa amekalia. Kisha akachukua kikombe cha chai na kuanza kunywa taratibu kama vile anajilazimisha. Muda unaenda mama, na mimi nataka kutoka. Mwambie basi huyo Muna habari iliyopo. Ama Muna tayari unayo habari, na wewe ushakubali hayo. Hamdani alimgeukia Muna ambaye alikuwa ameanza kunywa chai. Kitendo cha yeye kunywa chai kilimfanya Hamdani afikirie kaburudika. Habari gani Hamdani? Hebu sema mara moja yaishe. Hongera mama, hongera kwa kupata mume mwenye pesa. Watu tayari tushaanza kusherekea harusi yako. Hamdani alipasua jipu pwa, wow. Muna alitoa macho na mikono ikaanza kumtetemeka, lakini bado akawa hajaamini hayo maneno. Huyu Hamdani naye heshima tani alifikiria alitamani uwe ni mchezo wao wa kawaida wa kuchokozana na matani na kaka yake, lakini moyoni alijua kwamba kuna namna kwenye maneno hayo ya Hamdani, ingawa hakuwa tayari hata kuyafikiria hayo mambo. Wacha matani wewe, sina wakati kabisa wa matani saa hizi, mwenzio usimtie tafrani bure, Muna alijitahidi kusema, huku akijionyesha kwamba hajakiamini kile alichokisema Hamdani. Moyoni alijiambia akijifanya haamini ama hajui, basi jambo hilo litapeperuka litokomee. Sasa Bisalma alimsogelea Muna, alienda kukaa karibu naye kabisa. Muna bado alikuwa kashika kikombe cha chai mkono mmoja. Muna mwanangu nisikilize vizuri, kuna habari nzuri sana hapa ambayo ndio nimekuitia kutoka ahueni. Unajua kwamba mwanamke heshima yake ni kuolewa. ikifika siku sisi sote tulikuwa kwetu. Bisalma alimtazama muna machoni na muna, hapo ndipo moyo wake ulizidi kumpiga, akili ilikuwa si yake tena. Bisalma aliendelea, sasa basi nisizidi kurefusha mazungumzo ni hivi, kaja mtu wa maana kukuposa, na baba ako pamoja na mimi tushamkubalia, alizungumza Bi Salma kwa upole kama vile siye yeye. Mara pa kikombe cha chai kilichokuwepo mkononi mwa Muna kilianguka, chai ikamwagikia kwenye nguo yake, lakini kwa bahati ilikuwa na vuguvugu vugu tu na sio imoto. Vipande vya vigae vilitawanyika kila pembe ya ukumbi mikono ilimtetemeka na midomo ilimcheza cheza. ati, ati nini? Huu ni utani eh? Nambieni ukweli jamani, sio wakati wa matani huu. Kuna nini humu ndani? Lakini muna alisema mdomo kauacha wazi, pumzi mbili mbili, macho ameyatoa. Mara alimtazama Hamdani, mara mamake. Ghafla akasimama. Ehe, hebu sisimame, Tulia hapo hapo, usije kujikata na vigae ukatuletea balasa hivi. Bisalma alinyanyuka na kwenda kuchukua fagio na kuzoa vipande vya vigae. Muna na Hamdani wakiwa kimya wanatizamana tu huku Muna akiwa haamini kama mambo hayo yanamtokea yeye. Wakati Bisalma katoka nje kutupa vigae, Hamdani alimgeukia Muna na kumwambia, so utani sista, wala si uongo, ushatolewa mahari na siku ya harusi ishapangwa unaolewa tena. Huyo anayekuoa basi, ndo matatizo yanaanzia hapo. Muna kwa kawaida sio mtu wa kuripuka na hamaki, akiambiwa kitu lazima atafakari, ndio achukue hatua, lakini leo yote hayo kayasahau. Nani aolewe? Sitaki sitaki, mie siolewi, sijali huyo mtu awe hivi au vile, mi sijawa tayari kuolewa na kwa nini watu wanikatie shauri bila mwenye kusikilizwa muna alianza kutetemeka aliona kama yuko kwenye ndoto kwa sababu we ni mtoto mtoto wa kike mwari shauri yake ya kuolewa ipo mikononi mwa wazee wake baba yake ambaye ndiye wali wake haina haja ya kushauriwa wala kupewa taarifa mimi niliolewa hivyo hivyo ndugu zangu pia waliolewa hivyo hivyo sasa leo kumezidi nini hata iwe tofauti kwa wewe? Riziki ishakuja tushaipokea, na wewe utaolewa. Usitake kuleta kisirani hapa, unajitia nuksi bure. Kwanza mtoto kukaidi wazazi wake ni aibu na fedheha. Hivi malezi yote niliyowapa leo ndo mnanilipa hivi? Isalma alianza na mbinu yake hiyo, alijua akitumia mkakati wake huo, basi Muna lazima ataingia tu kwenye 18 zake. Na lake litafanikiwa. Sasa Muna machozi yalianza kumtiririka pande zote mbili. Alikaa chini na kuinamisha uso wake mikono yote miwili ameiweka mashavuni. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kini, mama, sijawa tayari kuolewa, sina nia hiyo wala dhamira hiyo, sijawa tayari kwa majukumu ya ndoa na pia nataka kuendelea na masomo, Muna alisema kwa sauti ya kitetemeshi lakini ya kujiamini hasa. Moyoni alijisemea kwamba hivi ni vita ambavyo lazima avishinde, kwani ndio mustakbali wa maisha yake. Mama, hata wewe unanijua mimi unajua kwamba napenda kusoma na nina malengo yangu, vipi leo niolewe? Bi Salma alikuwa bado kasimama, alimtazama Muna kwa ukali. malengo malengo malengo, yapi hayo malengo, hayo yatakufikishia wapi? Niambie, faida ya hiyo kusoma ni ipi? Huyu baba yenu sikasoma, sisi tunafaidika vipi na elimu yake? Mambo mengine msijifanye kujua, nyinyi watoto Mtuulize sisi, japo mnatuona wajinga, hatujasoma lakini tumeliona jua mwanzo, tunajua lipi zuri na lipi baya. Bisalma bado alikuwa kasimama, na sasa ikawa anazunguka-zunguka ukumbini humo, mikono miwili nyongani. Hamdani na Muna wanamtizama, Muna machozi yakizidi kumtiririka, kila akisikia maneno ya mamake. Bisalma aliendelea sisi ndio tunaojua jambo la heri kwa watoto wetu. Hivi mimi nikutakie wewe shari? Miaka yote mnaniona sendi, sirudi, siogi, sivaa, inawashughulikia nyie. Sijajali kukaa kwenye shida, leo nipate kula kesho nikose, lakini nipo na nyinyi wanangu. Mnadhani yote haya ni kwa ajili gani? Kwa sababu nawalindeni na nawatafutia heri popote ilipo. Sasa leo ashakuja mtu kutaka kukuoa, mtu wa maana. Mimi nitawezaje kukataa? Bi Salma alianza lawama na masimbulizi. mtu wa maana gani mama? mtu wa maana hasani yupi? wengine waso maana ndo wepi? kwa nini huyu jamaa Bwana Kheri akawa wa maana? Hamdani sasa kaanza na yeye malumbano. Hii ndio nafasi ya mwisho alilokuwa anaisubiria ili kusitisha mpango huo wa ndoa kwa Muna. Muna mwenyewe wakati huo alikuwa kasawijika kwa kilio na kuchanganyikiwa. Hakujua hata anafikiri nini, aliona kila kitu kama ni ndoto ama mchezo wa kuigiza. Lilipotajwa jina la bwana Kheri, akili yake ilimshtua. Bwana Kheri ndo nani huyu? Mbona kama nishalisikia ile jina kabla? Bisalma aliendelea kubwata baada ya kukatizwa na Hamdani. Kawa wa maana kwa sababu katimiza masharti ya ndoa, ana uwezo wa kuoa na kumshughulikia mke, ndo maana kawa wa maana. Wewe hapo hata utake kuoa, basi huwezi kuambiwa kwamba ni mume wa maana kwa sababu huna uwezo wa kumweka mke na kumtimizia majukumu yake. Bisalma kafunga kibwebwe sasa, akawa anapayuka atakavyo. Hata huyo wakili mahakamani, basi asingeweza utetezi wa namna yake. Kwani uwezo ndo jambo pekee la kumkubali mtu? Vipi kuhusu chanzo cha huo uwezo wake? kazi yake, unaijua huyu mtu? Nilikuwa nishakwambieni hapa, lakini mkajitia vidole vya masikio, mkajifanya hamsikii. Kwa nini mumdhulumu Muna kumwoza mtu wa zaidi ya miaka arobaini? Muna alikuwa hajitambui, hajifai, lakini maneno yaliokuwa akisemwa na kuyasikia sasa yalikuwa yanampa maelezo ya huyo mume wake mtarajiwa kwa njia hiyo ya majibizano ya mama yake na kaka ake. Kila alilolisikia linazidi kuwa kubwa kuliko la mwanzo. Bwana Kheri, mwenye kazi ya kutatanisha, mwenye umri zaidi ya miaka 40. Ya Rabi, ni stiri mja wako, sina uwezo zaidi yako. Muna alimwomba Mungu wake kimoyomoyo, hakujua anzie wapi aseme ama anyamaze lakini ndoa hii kwake ni jambo lisilowezekana. Hakuitaka wala hakutaka hata kuipa nafasi ya kuijadili akilini. Kwani miaka 40 ndo nini? Watu wana miaka 80 na wanaowawari nini miaka 40? Kwani kuna jambo litamshinda kwenye ndoa yake kwa hiyo miaka yake 40? Kwani hatamgei hamuna baadhi ya hiyo miaka yake 40? Wacha kutoa hoja zisizo na maana. Bi Salma alivuta pumzi kisha akaendelea na wewe ndo msemaji wa Muna? Mbona huyu mwenyewe kanyamaza hapa, asemi kitu, we ndo wakili wake ama nini? Hebu niondokee na upuuzi wako. Hivi unamtaka aseme nini? Kwani kusema ndo nini? Hapo hasemi lakini kafurahi kakubali. Hamdani aling'ang'ania kwamba leo liwalo na liwe. Lakini lazima alitie mwisho jambo hili, akilia akicheka akikubali akikataa, lakini ataolewa. Mengine atakwenda kuyajua huko huko kwa mumewe. Miye sifugi mali mbovu ndani, ikaja kuniharibikia riziki. Ishatokea, tushaikubali. Tena riziki ya maana, mtu mwenye chake na yake. Mwanangu Muna, miye nisingekubali ndoa hii kama sijamchunguza huyu mtu na kumwona kwamba anakufaa. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za maana. Muna aliendelea na kilio tu sasa kwa kwikwi, eti anafaa, anafaa kweli? Maana ni muuza unga maarufu, mtu mwenye mkewe na watoto, kwa sababu tu ana hivyo vijisenti vya haramu. Hamdani aliendelea kupasua ya kuuza madawa ya kulevya yanazidi kumshtua Muna. Toba, kumbe ni muuza unga! Makelele yalihanikiza ndani humo, walioko nje masikio yote yalikuwa wameelekeza ndani, wakajipatia habari za mawio ya siku hiyo. Sawa, ana vijisenti vya haramu, wewe unavyo hivyo vya halali viko wapi? hivyo vijisenti vyako? Bisalma aliona njia ya kumnyamazisha Hamdani ni kumjejea Usinilinganishe mimi na yeye. Ndiyo, mimi sina pesa, ni bora nisiwe nazo maisha kuliko kupata pesa huku na angamiza wengine. Hawa watu ni hatari sana, vichwa vyao ni halali yetu. Kwa uchu wao wa kujilimbikizia mali basi wapo tayari kuharibu maisha ya wengine, mradi tu wao wafure matumbo yao. Vijana wangapi kwenye miji yetu wameharibikiwa maisha kwa sababu ya watu hawa? Mungu awape wa la kuwapa. Maapizo yalimtoka Hamdani. Wewe jisemee tu maneno so ya jua. Una uhakika gani na unayoyasema? Subiri apite polisi hapo nje ukamatwe ndio katoe ushahidi wesi. Unajua uhalifu wa huyu mtu ama unabwabwaja tu? Una ushahidi gani? Bi Salma kageuka kuwa kachero wa upelelezi sasa. Sina ushahidi wowote, lakini kila mtu anasema hivyo. Azuliwe yeye tu? Mbona wengine hawajazuliwa? Hivi ana kazi gani ya kumpatia utajiri wote huo mnamsifia, uliowatoa roho, mkataka kuwauza watoto wenu? Kwani ni peke yake anaishi Ulaya? Mbona wenzake hatuwaoni kutanua kama yeye? Bi Salma sasa alienda karibu na alipo Hamdani, akawa anasema na kumnyoshia kidole, uso umemwiva kwa hamaki. Wewe Hamdani, wewe nyamaza sasa, nakuomba hasa unyamaze, we kwanza, si Hamdani nishakubadilisha jina, wesiyo kabisa mrithi wa baba yangu, wesiyo kabisa mrithi wa jina la baba yangu, wesi Hamdani bali kisirani. Shakubadilisha jina sasa rasmi. Hebu niondokee hapa, nataka kuzungumza na mwanangu kwa utulivu, nimweleweshe hili jambo alielewe. Tokomea, wende uko ulikotoka. Muna alikuwa ameshavurugwa akili kisawa sawa. Alilokuwa akili hisi si maruweruwe alijiuliza maswali mengi yasiyokuwa na jawabu. Hakujua ilikuwaje leo mtoto mpenzi Hamdani kawa kisirani kwa Bisalma. Sasa yeye ndo aliotakiwa kueleweshwa. Kueleweshwa nini? Ndoa hivi, ndoa inaeleweshwa ama ndoa ni makubaliano ya hiari? Hiari yake imewekwa wapi kwenye jambo hili? Alizidi kujiuliza. Muna ni msomaji mzuri wa mambo ya dini na dunia japo hakuwa shekhati ama ustadhati. Sheria nyingi ndogo ndogo za dini alikuwa anazijua, na moja ya masharti ya ndoa ni kuwa inahitajika ridhaa ya wanandoa wote wawili ili ndoa hiyo isihi. Jambo la kulazimishana halipo kwenye dini. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.